Naam, hujambo tena msikilizaji wangu mpendwa. Karibu katika sehemu ya kumi na mbili ya simulizi yetu ya kusisimua isemayo Sitasahau Usiku Ule. Leo tunafungua mlango wa hasira, hasira ya damu. Hasira ambayo sasa imeanza hata kumwingia mtoto Nasra ambaye, baada ya umri kuongezeka kidogo, anakumbuka ule ubaya uliofanyika dhidi ya wazazi wao waliouawa mbele ya macho yao. Na kule Nairobi, kijana mmoja mbaya huyu amefika huko, anataka kupoteza ushahidi unaosubiriwa kwa hamu na gamu kutoka kwa Nasra maana kwa mliti ushahidi ulikwisha wasilishwa. Lakini hali ya majuto ndani ya gereza pia ni mbaya. Nini kimemsibu? Mimi ni Leonard Mubali mtunzi pia msimulizi wako, nasema fuatana nami katika sehemu ya 12 <tune> Msikilizaji wangu majuto mle gerezani, kumbe alikuwa amepewa sumu bwana, iliyopitishwa kwa askari mmoja asiye mwaminifu kupitia ndugu wa Makwapa, ambao waliona Majuto kama vile hakubaliani na mipango ya kutoroshwa kutoka mle ndani. Tangu ule mpango wa kwanza ukwame, akaona Majuto huyu kwamba uovu walioufanya hata kama atahukumiwa kifo lakini auseme ukweli huu. Hivyo Makwapa alipowaambia ndugu zake kuwa Majuto anataka kumwaga siri peupe, wakakubaliana wammalize, japo ndugu wa Majuto walitengwa katika siri hii ya mtungi. <mimitra> Majuto akiwa hajapoteza fahamu bado, aliomba fande Baraka aje tena kwa mara nyingine haraka. Akasema, Afande Baraka, tangu nipewe chakula jana, hali yangu ni mbaya na kufa mimi. Afande Baraka zikamsogea akasema oo, kisha papo akajua huyu amepewa sumu. Hapo hapo akawasiliana na uongozi wa juu wa gereza, wakamtoa huku akiwa amepewa maziwa freshi, akawa anakimbizwa katika hospitali kubwa huku ndani ya ambulensi hiyo ya magereza akiwa anatapika vibaya, alielewa afande Baraka kwamba hii yote ilikuwa ni njama na janja ya kupoteza ushahidi, na tangu mwanzo aliona majuto alivyokuwa akitoa ushirikiano, japokuwa alijua ukweli anaoutoa majuto huyu hauwezi kumwokoa lakini alikuwa anajisemea kwamba majuto huyu anafanya hivyo kuomba msamaha kwa Mungu wake, na hata kama kinyongwa, basi afike akiwa safi. Naye mliti kule Arusha, alikuwa akitembea tembea ndani ya bustani ya chuo alikokuwa anasomea fani ya uhandisi wa sanaa ambapo hapo ni baada ya kurejeshwa kutoka kijijini Galangala ambako alienda kwa siri ili akalipe kisasi huko, lakini afande Baraka alimuwahi baada ya kupewa taarifa kuwa ameenda huko, akajua watamdhuru hawa, watampoteza hawa akiwa ni mwenye mawazo mengi na kuna wakati alikuwa akiwakumbuka wazazi wake walivyouawa kinyama, anahisi kwamba ni bora hata yeye atoweke katika uso wa dunia hii. Lakini kule chuoni walikwisha elezwa mazingira ya matatizo yaliyomkabili Mliti kabla. Kuna wakati walikuwa wanamtumia wanasaikolojia ili waweze kumpa ushauri. Lakini kwa safari hii tangu arejeshwa Arusha kutoka Igalangala, akili yake haikuwa sawa kama zamani. Macho yake hayakuonyesha tena furaha na nuru ya mwanzo kama mwanachuo, bali huzuni, maumivu na hasira iliyojificha kwenye tabasamu la nje ndiyo iliyomfunika. Katika daftari la darasani alikuwa kajaza si nukuu za walimu, bali majina ya wale wazee wapanga njama za mauaji ya baba yake mpendwa na mama yake, majina ya waliomdhulumu, walioua wazazi wake, waliodharau haki ya marehemu mzee Nyalile na mama Nyalile kuishi tena duniani. kati kati ya mihadhara alikuwa akiwaza tu, anajisemea mwenyewe katika mawazo, kwa nini nikae hapa nikisoma wakati kule kijijini wauaji wanaendelea kutamba? Wameua, wametishia, na sasa wanataka kufuta ushahidi. Nitakaa kimya mpaka lini? Alijisemea mliti. Akaingia kwenye chumba chake cha kupanga, akafungua begi lake dogo la mgongoni. Ndani yake kuna viatu vya zamani vya kijeshi, saa aliyopewa na marehemu baba yake. Akawa akiitazama pia, alimpatia saa hii kabla ya kuuawa, na alikuwa amemnunulia mdori, yaani bastola ya plastiki aliyokuwa akiichezea utotoni, na sasa kageuka ndiyo alama ya kumbukumbu kumbu ya wazazi wake. akaandika ujumbe mfupi kwa rafiki yake uliosema hivi: nikienda Igalangala usiniulize, naenda kutimiza wajibu wangu rafiki. Hata hivyo, Mliti hakujua kwa sababu sasa kulikuwa na kikao kingine cha siri kilichoitishwa kule Igalangala. Mliti siku akionekana, hata nguo zake zisionekane tena kwa maana ya kupoteza ushahidi. Walijiapisha wajumbe wa kikao hicho cha siri: yule ni kijana hatari, akija hapa atatuchoma wote. Huyu sio kama Nasra, anayo hasira ya damu. Huyu lazima tafute kisasi, lazima tumzime kabla hajawasili hapa Igalangala. Walizungumza katika mikakati kwenye kikao cha siri kijana mmoja wa ukoo, sijui alipata wapi taarifa bwana Zahamu kutaka kuja igalangala kwa huyu Mliti, akatuma ujumbe kwa Musa polisi, ambaye ni ndugu yake wa damu na Mliti, yaani mjukuu wa mzee Inyalile. Ujumbe ulisema hivi: Musa Mliti anataka kuja kijijini, watu wamepanga kumpoteza mzuie tafadhali, mzuie Mliti kabla hajaja, ama kwa vyovyote vile utakavyoweza, ni hatari huku Igalangala kwa Mliti. <fansi> Afande Baraka akapata tahadhari ya siri ambapo Afande Baraka akiwa ofisini kwake akapokea taarifa ya dharura kutoka kwa askari mmoja wa siri. Afande, yule kijana Mliti ana wazo la kutaka kwenda tena kule kijijini Galangala. Anaonekana yupo tayari kabisa kufanya lolote, mpango mkubwa wa kumdhuru uko mbioni. Afande Baraka akasimama ghafla, macho yake yakiwa yamejaa wasiwasi na hasira, akasema, hapana, hapana, hapana, tusikubali mtoto mwingine afe kwa sababu ya kushikilia ukweli. Nitawasiliana na Musa, lazima tuzuie safari yake. Nasra, muda wote wa masomo kule Nairobi, muda wake ulikuwa umemalizika, lakini muda wote alikuwa akijiandaa kurudi Tanzania. Kwa sasa ni mdada mkubwa kiasi, anahamu wakutane na kaka yake Mliti wapange wanalipaja kisasi dhidi ya wauaji wa baba yao na mama yao. Kule Nairobi Nasra akiwa kwenye hoteli ya kifichwa ambako alihifadhiwa huko, baada ya jaribio la kwanza la kutaka kumdhuru kugonga mwamba, anafunga laptop yake. Ameunganisha kila kitu, ushahidi wake kwenye mfumo maalum wa cloud, na ameshajua hatari iliyoko, lakini moyo wake hauwezi kukata tamaa. Ameamua kuungana na kaka yake, wafanye jambo ambalo huenda itakuwa fidia kwa mauaji yale hata kama linaweza kugharimu uhai wao. Kwa kuwa alikuwa na simu, sasa akaandika ujumbe kwa kaka yake Mliti, akasema: kaka mpendwa, salamu. Ninaona unataka kufanya kitu kibaya, tafadhali tusikate tamaa. Niko njiani kurudi tuweze kuungana, tutaisambaratisha hii njama kwa akili si kwa kisasi, hivyo kuwa mtulivu, tujipange vizuri, kaka. Lakini Mliti tayari yuko ndani ya basi dogo, anataka kwenda Igalangala, amefunga macho yake, hata aliyekuwa amekaa siti moja anadhani anauchapa usingizi wa pono, kumbe la hasha, Mliti yupo macho ila yupo katika lindi la mawazo. Hatua ya yeye kutoroka chuoni Afande Musa na Afande Baraka walikwisha julishwa, na Musa tayari yuko katika barabara ya kuelekea kijijini Galangala akiwa amevalia kiraia, anamsubiria Mliti kwenye kituo kidogo cha mafuta. Ameandaa gari lipo hapo na ana silaha halali kiunoni mwake. Mliti anaposhuka kujiandaa kununua maji, Musa na msogelea kwa utulivu. Mliti, Mliti, usithubutu kufa kabla hatujapata haki. Wao wanatumia giza, sisi tutumie mwanga. Ni kuombe mdogo wangu urudi nami, kuna mpango mzito tunaweka na Afande Baraka, tusikimbilie kisasi tukimbilie ushahidi. Mliti akawa amesimama kimya kwa sekunde kadhaa kama gogo, hata kope zake wala hapepesi. Kisha machozi akaanza kumtiririka kimya kimya, akasema nimevumilia sana kaka Musa, lakini siwezi tena. Wameua familia yangu na sasa wananicheka hawa, lazima nilipe kisasi. Musa akamshika begani akasema kwa sauti ya upole, ndiyo maana tunapigania hii vita Mliti, sio kwa hasira bali kwa ushahidi na ukweli kubainisha. Msikilizaji wangu, damu ya haki inachemka hapa. Mliti yupo njia panda kati ya kisasi na hekima. Wale walioua wanazidi kuimarisha njama zao. Nasra anarudi kutoka Nairobi akiwa kila ushahidi ameuandaa. Afande Baraka na washa moto wa kulinda wanyonge. Lakini swali linasalia pale pale, pale je, Mliti atashawishika kuachana na kisasi? Ana hasira sana huyu. Na hasira itazidi labda kuweza kusababisha maafa zaidi. Ni jambo la kusubiri na kuona. Mimi ni Leonard Mubali, msimulizi wako. Tufuatane kwenye sehemu ya kumi na tatu ambapo majibu yataanza kujitokeza ya maswali mengi ambayo yameibuka ndani ya moyo wako. Subscribe chaneli hii sasa, ili uweze kuwa wa kwanza, usipitwe na sehemu inayofuata. Kwa heri kwa sasa, uwe na siku njema.